Rais wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan ametimiza siku mia moja ofisini tangu aanze muhula wake wa pili na wa mwisho. Pamoja na mambo mengine, aliahidi kuliponya taifa baada ya ghasia za uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025. Japo siku 100 ni muda mfupi katika uongozi wa taifa, mara nyingi hutumiwa kama kigezo cha kwanza cha mwelekeo wa kiongozi aliye madarakani, kama anavyoelezea Ahmed Bahaj. Ni siku mia moja madarakani za rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan katika awamu yake ya pili na ya mwisho. Ni muda mfupi katika kalenda ya taifa, lakini ni muda mrefu katika kumbukumbu kumbu za siasa. Baada ya ushindi wa kishindo uliokosolewa na wachanganuzi wa uchaguzi na pia upinzani, siku hizi wengi wanazitazama kama mwanzo wa ukurasa mpya. Siku hizi zimetawalwa na ahadi nzuri za mageuzi, kuboreshwa kwa miundombinu bima ya afya kwa wote kwanza, timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, kuingia katika 16 bora kwenye lile dimba la AFCON kwa mara ya kwanza, na mengine mengi. Lakini katikati ya uzuri huo likajitokeza jeraha. Tarehe 29 Oktoba ikawa mstari wa kugawanya simulizi ya siku 100. Maandamano, ghasia, vifo, majeruhi na uharibifu wa mali vilibadili mwelekeo wa mjadala wa taifa. Sasa tangu hapo siku mia moja hazikuhesabiwa tena kwa idadi ya ahadi bali kwa uzito wa maswali: jinsi taifa linavyokabiliana na usalama, haki, amani na majeraha ya kisiasa. Serikali ikisema kipaumbele ilikuwa ni kurejesha usalama, na upinzani nao ukasema haki kwanza lazima itangulizwe na hawataki masharti katika hilo. Maridhiano na katiba mpya zikabaki kusubiri. Serikali inasema subira inahitajika ikisubiri majibu ya ile tume ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29 ambayo ndio itakayotoa mwelekeo wa maridhiano ya kitaifa. Hizi basi ni siku mia moja zenye sura mbili, uzuri wa mwanzo mpya, pili simanzi ya taifa linalotafakari. Swali ni je, taifa limeanza kupona kutokana na ghasia za uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita? Na je, serikali imepiga hatua gani hadi kufikia sasa? Na ni vipi kuhusu hatua ya upinzani kususia juhudi za maridhiano? Ili kupata majibu awali, wa nimezungumza na msemaji wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa, na alianza kwa kuzungumzia ahadi za Rais Samia. Aliahidi mambo kadhaa katika sekta mbalimbali. Uh, sekta ya afya aliahidi kuanza rasmi aliahidi eh, kwamba atatoa fedha kwa ajili ya kusaidia vijana eh, wanaokwenda katika uzalishaji kwenye biashara na miradi mbalimbali kiasi cha shilingi bilioni mia mbili. Fedha hizi tayari zimeshatolewa na zimeingizwa katika sekta mbalimbali kwa ajili ya vijana kwenda kukopeshwa. Lakini pia aliahidi uh, kuanza utekelezaji mkubwa wa mradi wa gridi ya maji ya taifa. Nafurahi kueleza kwamba katika kipindi cha siku hizi mia moja tayari mchakato wa gridi ya taifa kutoka maji ya ziwa Victoria uh, umeshafanyika. Kwa hiyo kwa maeneo mengi na kwa karibu yote Mheshimiwa Rais ametekeleza kama alivyoahidi. Naomba nikurejeshe kidogo katika uchaguzi wa uh, mwaka jana Oktoba 26 ambapo serikali iliweza kuunda tume kuchunguza matukio ya vifo mm, na majeraha, lakini vyombo vya habari vimeweza kufungiwa nje. Unaona kutapatikana uwazi kiasi gani ama ukweli utapatikana vipi? Kwanza utakubaliana nami kwamba tume imefanya kazi yake vizuri na kitaalamu na kitaaluma kweli kweli na uko wakati ambapo tume ilikuwa imeachia uh, shughuli zake za kuzungumza na watu mbalimbali ziwe wazi, baadhi ya taarifa binafsi za watu uh, kuwa wazi na, na pia maoni mbalimbali kwamba pengine utaratibu ule ulikuwa unakiuka baadhi ya maeneo yenye haki za watu, kwa ndio maana ikabadilishwa, lakini tume imefanya kazi zake kwa muda karibu wote kwa uwazi, na hivi sasa inakamilisha kazi yake. Ikikamilisha kazi yake itatoa taarifa. Tuzungumzie upinzani ambao mpaka sasa umekataa kabisa uh, uchaguzi uliofanyika Oktoba 29 na umetilia doa wale walioteuliwa kuhudumu katika, katika tume hiyo. Unalizungumziaje hilo, Mheshimiwa? Uh, mimi, mimi si siwezi kuwa nadili mambo ya hoja, hoja za kisiasa uh, lakini ukikataa kutambua uchaguzi unatakiwa uwe na hoja za msingi za kukataa kutambua, kutambua uchaguzi. Sasa uchaguzi ulifanyika katika mi, uh, kwa mujibu wa sheria katika misingi iliyo huru na haki. Waliogombea wamegombea, walioshinda wameshinda, walioshindwa wameshindwa, kura hazikutosha, na maisha yanaendelea wa Tanzania. Sasa Rais Samia Suluhu Hassan aliunda wizara mahsusi kwa ajili ya vijana. Je, inashughulikia vipi mzizi wa hasira na kutoridhika kwa vijana katika masuala mbalimbali kama vile ajira? La kwanza labda niseme uh, wengi wamependa kusema hiyo, kwamba uh, kuna hasira kubwa ya vijana eh, sasa. So ukiwaona watu wanaosema hivyo ni watu wawili watatu wanazungumza hivyo, lakini mimi siamini kwamba jambo hili liko katika viwango ambavyo watu wengi wanalishabikia. Ni kweli tunayo changamoto ya vijana, wanahitaji ajira, wanahitaji kipato, lakini uh, vijana pia wanatambua jitihada ambazo zinafanywa na serikali. Katiba mpya bado ni ajenda kuu yeah? Au imesogezwa mbele? Mchakato wa katiba mpya bado upo na mtakumbuka kwamba mheshimiwa rais katika ahadi zake za siku mia moja hili ni moja kati ya mambo ambayo aliyazungumza. Kwa hiyo baada ya kukamilisha kazi ya uchunguzi na kutoa majawabu ya yaliyotokea tarehe ishirini na tisa na siku kadhaa baadaye, kitakachofuata sasa itakuwa ni maridhiano. E, mchakato wa maridhiano utahusisha wadau wote. E, baada ya mchakato huo kukamilika, basi tutakwenda kwenye mchakato sasa wa katiba mpya kama ambavyo mheshimiwa rais ameahidi. Nataka kurudia kusema haijafutwa, maanake wako watu wanatengeneza maneno kama vile serikali hii ama mheshimiwa rais anaogopa kufanya mchakato wa katiba mpya, la hacha. Umezungumza kuhusu masuala ya maridhiano, kwamba ndio ajenda kuu pia ya kuweza kuleta amani katika taifa la Tanzania. Je, ikiwa upande wa upinzani utasusia katika haya maridhiano, lipi litafuata? Unajua, maridhiano ni zoezi la la hiari Hakuna mtu anayefungwa kamba au minyororo ama anaitiwa polisi kukamatwa ili aende kwenye meza ya maridhiano. Watakaokataa hawatalazimishwa, kwa sababu kama nilivyosema, ha hakuna sheria inayosema, Msigwa hutaki kuridhiana, tutakukamata tukupeleke kwenye meza ya maridhiano, uende ukaridhiane na eh, Mariam, au ukaridhiane na David au ukaridhiane na nani. Hakuna, maridhiano ni jambo la hiari. Kwa hiyo dirisha la maridhiano litakapokuwa limefunguliwa ama meza ya maridhiano itakapokuwa imewekwa wazi kwa ajili ya wadau kwenda kuridhiana, wanaohusika wataalikwa. Watakaokuwa tayari watakuja, wasiokuwa tayari hawawezi kulazimishwa. Naam, sasa tusikilize upande wa upinzani unazungumziaje siku hizi mia moja za rais Samia. John Heche, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, ameweka wazi hilo katika mahojiano niliyokuwa nayo naye mapema hii leo. Tumesema hatuitambui hii serikali na tulisema hivyo tangu mwaka jana, kwa sababu kwa mujibu wa katiba yetu hii, japo mbovu, inasema kiongozi atapatikana kutokana na kuchaguliwa na watu. Ibara ya nane inasema mamlaka na madaraka yote ya wananchi ya, ya serikali yatatoka kwa wananchi, na serikali hii haijachaguliwa na mwananchi yoyote. Hakuna uchaguzi uliofanyika kwa sababu uchaguzi ni mchakato kuanzia kwenye kampeni kuanzia kwenye e, kupiga kura, zoezi lenyewe, kuhesabu kura na nini na vitu vyote hivyo havikufanyika na kura hazikupigwa. Kwa hiyo watu walioko madarakani ni watu ambao hawajatokana na kura za wananchi. Kwa hiyo hatutambui chochote wanachokifanya. Mpaka sasa serikali yenyewe imesema kwamba upande wa upinzani ulisusia uchaguzi, hilo utalizungumziaje? Watu watuambie nani alienda kupiga kura, kwa sababu watanzania wote hawakwenda kupiga kura. Na mwisho wa siku waliua watu na wakajitangaza na wakaenda kujiapisha wenyewe Ikuru kwa, eh, kwa mara ya kwanza rais anaapishwa Ikuru bila wana, marais wote waliopita wamekuwa wakiapishwa kwenye viwanja vya mpira, watanzania wakiwepo lakini wao walienda kimya kimya kujiapisha bila kwenda kwenye uwanja wa mpira. Hiyo inaonyesha kabisa kwamba ni watu wasiokuwa na ridhaa ya wananchi. Uh, Mheshimiwa unazungumziaje ka, uh, kazi ambayo imekuwa ikitekelezwa na tume ya uchunguzi ya serikali? Je, mmeshiriki katika vikao vyake kama upinzani? tulisema hiyo tume eh, eh, haiaminiki kwa sababu huwezi kuwa mtuhumiwa halafu ukajichunguza we mwenyewe. Serikali hii E, iliyojiweka madarakani kwa mtutu wa bunduki na kuua watu ndio inayotuhumiwa kuua watu, kuumiza watu, kuteka watu, kupoteza watu. Sasa haina uwezo wa kuunda chombo cha kuichunguza yenyewe. Matatizo yalipotokea Kenya mwaka elfu mbili na saba, tume iliyokuwa inaleta makubaliano na kuchunguza yaliyotokea ni tume iliyoundwa na Umoja wa Afrika, leo E, hata hata hata doctrine ya, ya, ya, ya, ya sheria inasema you cannot be a judge of your own cause. Leo unachukua viongozi majaji wakuu ambao wako kwenye kiapo wana kiapo, alafu unachukua waziri wa ulinzi ambaye na yeye ni miongoni mwa watu ambao vyombo vyake vilihusika kuingia barabarani, mm huyo -hmm. mwenyewe aliyeunda hiyo tume ndiyo serikali yake inatuhumiwa. Sasa unawezaje kujichunguza? Ndio maana sisi tulisema hata hiyo tume yenyewe haiwezi kuchunguza wala haiwezi kutoa ukweli wowote kuhusu kile kilichotokea tarehe ishirini na tisa. Na kama ulivyosema kwa uwazi, mnaendelea kupinga serikali, maridhiano yatapatikana kwa njia gani, ama ni kipi ambacho nyinyi kama upinzani mnataka ki, kiwekwe wazi? Tumesema cha kwanza tunataka mwenyekiti wetu Tundu Lissu achiwe bila masharti yoyote watu wetu waachiliwe, chama chetu kifunguliwe, e, watu waliohusika kuua watu, kuumiza watu wawajibishwe. Alafu baada ya hayo, kuna jambo lolote labda tunaweza kuzungumza baada ya kuwa mwenyekiti wetu yuko nje, kwa sababu yeye ndiye aliyechaguliwa na, na mkutano mkuu, na chama kinahitaji yeye ndo aje kuongoza vikao vya chama vinavyoweza kufanya maamuzi ya aina yoyote kwa, kwa mwelekeo wa chama chetu. Kwa hiyo hakuna jambo lolote chini ya hapo ambalo tunaweza kukubaliana nalo, lakini vilevile vile, huwezi kuwa na watu ambao wanataka kufanyia kitu ambacho kwa kizungu tunaita blackmail. Wanamkamata mwenyekiti wetu halafu wanalazimisha kwamba ili e, hiki kitokee, ili tumwachie, lazima afanye makubaliano fulani wanayotaka. Sisi hatuwezi kukubali watu wakatu blackmail sisi. Tunachotaka ni mwenyekiti wetu aachiwe, kwa sababu tunaamini hakuna kosa alilofanya, aachiwe bila masharti yoyote, na hapo chama chetu kitatoa tamko baada ya mwenyekiti wetu kuwa ameachiwa.